Sikia kwa makini ujumbe huu kuhusu taifa la Tanzania na vifo vinavyokuja mbele, kisha nitarudi mwishoni kukueleza nini sababu ya hayo yote. Pembelea leo, hakuna malaika yoyote anayewazidi, there is no angel Father. Kwa sababu ni malaika waliokuja kutekeleza hukumu ili kuhakikisha kwamba kile kinachomtukuza Mungu kinabaki kumtukuza Mungu. Nasema kuna viumbe vimetumwa wa na sio wachache, wamemiminwa kwenye hii nchi na kusudi, na hawa viumbe ni kuja kuondoa kile kilichoamua kuchukua sehemu ya Mungu. Vinaitwa viumbe wa patakatifu, papatakatifu pa Bwana, wamekuja kuondoa kile kilichofanya maamuzi ya kuchukua utukufu wa Mungu. Kwa maana hiyo, mtasikia jambo linalowasha masikio kwenye hii. Wangapi wanaipenda Tanzania? Wangapi wanaipenda Tanzania? How many loves Tanzania? Hata na vitu vingine mimi nazungumzia Tanzania tulikozaliwa. Nilimsi Mungu akaniambia, sina muda mwingine, huu ndio wakati nilioamua na ni wakati ulioamuliwa. Oyo yoyote aliyefanya maamuzi ya kuchukua utukufu wa Mungu, popote awe kanisani au nje ya kanisa, popote pale alipo, ashuke haraka sana. Ako Hakuna ukuu unaomzidi Mungu, hakuna ufalme unaomzidi Mungu. Biblia inasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Mkono wa Mungu umenyooshwa juu ya taifa chochote kilichofanya maamuzi ya kuchukua sehemu ya Mungu, kinakwenda kuondolewa, na kwa maana hiyo mtasikia vitu vinavyowasha kwenye masikio. Sicheze na Mungu. So tunaomba neema ya Mungu itande juu ya taifa letu, ili ikiwezekana wapewe neema, so, ya kusikia, kwa sababu wasiposikia, na wahakikishia, wanaondoka wala wanaga, wanaga mawili wala wanaga midahalo, wanatekeleza kama walivyotumwa. Narudia tena, yeyote aliyeamua kuchukua utukufu wa Mungu, uwe mtumishi kanisani, uwe mwanasiasa, inaongea kama nabii wa baraza, shuka haraka kwa sababu mwenyewe ameamua kuwatuma viumbe vinavyowakilisha sura yake ili kudhibitisha kwamba yeye ni Mungu na tabaki kuwa Mungu. Unajua wakati mwingine ukiambiwa, usiposikia utaambiwa kwa vitendo. Angalia jirani yako, mwambie simama tuiombee taifa. Simama tu tuombe. Elekeza mikono yako hapa kwenye bendera. Alichukuliwa mpaka uwanda wa bunge la Tanzania. Aliona niko Dodoma lakini nikaona ofisi ambayo ilikuwa na niko, niko And then I in viti ishirini na saba And then I an with nje ya bunge na hivyo viti ishirini na saba vilikuwa ni viti vya dhahabu mm, vilikuwa vimewekwa they were na vingine vitatu vilikuwa pembeni yake And three were aside. Nikaona mdudu mweusi amewekwa juu ya kila kitu naye akaondoka ili awadhuru wale wote waliokalia viti hivyo. Bwana akaniambia hawa ni mawaziri. So Mungu anaambia hawa nini? mawaziri so mawaziri ishirini na saba Tanzania. So niliona so viti vyao vya dhahabu sana, lakini kwenye kila kiti mdudu. Kwani nasema mambo kama haya, msiba usikie tu wa jirani yako, si ndio? Yani hata kama jambazi akifa kwenye familia yake watalia kweli eh. Msijifanye kama mnajifanya nyeti, yes, no. We need to pray kwa sababu sisi ni familia kama Tanzania. We are familias, Tanzania. Mungu akidhihirisha jambo lote baya, lazima tusimame, fanyaje Yamkine ya kuna mmoja alitakiwa akuvushe kwenye kesi yako ya ardhi na akafa. Yamkine kuna waziri dies, aliandaliwa kuweza kusaidia jambo fulani so, so nikaona ule mdudu mausi. Katika kila kiti, katika vile viti ishirini na saba na vile vingine vitatu mdudu mausi. A black insect sun very dark. Na mdudu huyu ni kwa ajili ya ugonjwa and this was utakao shambulia damu concerning the sickness the sickness of blood over these people sitting za hao waliojuu ya viti. Nikumbushe kidogo miaka ya nyuma kidogo, over the past few years, kipindi cha mwenda zake, kuna nyakati tulishangaa vifo ghafla vingi kwenye safu ya mawaziri. Wangapi anakumbuka? Swali, kwa nini walikuwa ni wao?

Hatupendi watu wafe w yes, sana. So kuna mdudu wamewekwa so, kwenye hivyo viti na na, tukifanya maombi kwako, kwa mfano, kwa waziri unaingia kwenye listi, utafuna na huyo so. Lazima tufanye fanyaje, tuombe sema, katika jina la Yesu Bwana tukumbuke. So nikaona mara waliokuwa wamekalia viti hivyo ishirini na saba wakiripotiwa kuugua ghafla na wengi, nikaona wakikimbizwa and india and wengine wakapelekwa Kenya, Kenya wakakataliwa Kenya. Na wengine wakapelekwa Uturuki, lakini yule mdudu alipewa muda wa miezi saba tu and awe amehitimisha kazi ile mbaya. Huu ni mwezi wa kwanza Tuombe ampewa muda wa miezi saba mdudu, katika viti vya mawaziri, mdudu mweusi, mawaziri kufa. Watafute mwonaji mwenye hekima ya kuwasaidia jambo hilo. Lakini kwa nini kila kitu ni kuombea tu? Kwani wakati Mungu anawapa maonyo hao mawaziri na serikali nzima ya Samia na mauaji waliyoyafanya hawajasikia? Je, wewe kuombea kutawasaidia watu hao waliolaanika kwenye ukweli? Semeni ukweli, acheni kuwafariji watu kwa kuwadanganya kuwa mnawaombea wauwaji. Nabii Musa ndiyo mwenye majibu yote, enda unyakuo TV. Hata mkikataa kukili wazi mbele za waumini wenu, lakini jumbe mnazozitoa zina kili, japo mnajaribu kuficha ukweli. Nabii Musa ameshawaambia kuna serikali ya Samia na Kikwete na serikali ya wananchi ambayo ndiyo Tanzania mpya. Nabii kawaambia, ili Tanzania mpya ingie, ili nabii awe rais, lazima Mungu awaue viongozi wote waliopo sasa, kwa sababu wote hao wamewekwa na Kikwete na hawawezi kumpinga, kwenda kinyume naye kwa ajili ya nabii kuwa rais. Wote hao wako kuzuia nabii asiwe rais. Nabii amesema, Samia na Kikwete wa, ameona Samia na Kikwete wamezikwa kwenye kaburi moja. Maana yake ni nini? Maana yake wote watakufa, wataondoka na utawala wao wote. Yaani mawaziri wa bunge na wote wanaoshiriki kutesa Watanzania na kulifanya taifa la Tanzania kuwa maskini. Wote walioshiriki kuteka, kuua wananchi Yaani, Mungu ameachilia kifagio juu ya waovu wote na serikali yao. Nabii Musa amesema kiti hicho cha urais kina mauti, na sasa amesema ni ikulu nzima yote imelaaniwa. Na Nabii Musa yeye ndiyo mwenye kuiondoa hiyo laana. Atakayeenda kinyume na Nabii Musa, laana itamla. Anayetaka kwenda kinyume naye, huyo atala, atalaanika. Yeye aliyechaguliwa na Mungu ndiye pekee mwenye mamlaka ya kukaa mahali hapo. Kama laana imeingia ikulu, maana yake laana imeingia ndani ya serikali nzima yote. Maana mwanzo Mungu alitaka kumtoa aliyekaa kwenye kiti pekee, lakini aliyoko kwenye kiti anasaidiwa na aliyowachagua, aliyowapa uongozi, aliyowapa waziri, aliyowapa ukuu wa majeshi na kadhalika. Sasa laana ni kwa ikulu nzima, laana ni kwa serikali nzima. Maana yenyewe ndiyo iko kupingana na Mungu, ndiyo maana iko kuua wananchi na kuteka watu kila siku, kulipa vikundi, kushindana na maaskofu na mapadri. Hayo ndiyo malipo yao. Hakuna wa kuombea hapo, hakuna wa kufanya maombi, na hakuna maombi yatakayojibiwa. Hao mawaziri wote wameteuliwa na Kikwete na wanamsikiliza Kikwete, na Kikwete ndiyo rais anayemuendesha Samia, na ndiye anaongoza magenge yote ya utekaji na vikundi vinavyoibuka kupingana na haki. Nabii ashasema Kikwete alishakufa toka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na wewe umesema kuwa umeona kiti hicho kimeandikwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hapo alipo. Sasa anaishi kwa kutumia damu za watu kama Nabii Musa anasema uongo Je, kwa nini wewe umeona mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kiti kinadai Rais mpya au Mungu, au Mungu mpya wa kuiongoza Tanzania? Kwa nini kiti kinadai mauti toka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili? Mkafanya maamuzi katika mahakama ya kiroho hii hukumu yake ipite, kwa sababu nabii anasema jinsi ambavyo watu wanadharau anayoyasema, jinsi ambavyo hawataki kumsikia nabii hao viongozi waliowekwa hapo ndio wanamfanya mtu huyo kuendelea kuwa hai kwa kuwa wanamtii na kuendelea kuua watu ili aendelee kuishi kwa damu na kuangamiza taifa na kuzuia rais aliyechaguliwa kukalia hapo. Wanaozuia Tanzania mpya, wanayemzuia Nabii Musa kuwa rais ni Kikwete, Samia na Ridhiwani. Unadhani yote anayeongea Nabii Musa hawamtafuti au hawapambani naye? Wamepambana naye wameshindwa. Kushindwa kwao ndio kufa kwao. Kama wao walivyokusudia au wanavyokusudia kuua au kuua nabii na watu wengine, ndivyo inawapasa na wao kuuawa wa hivyo hivyo. Nauliza swali: Je, unataka Kikwete endelee kuteka na kuua watu kwa kivuli cha Samia? Je, unataka laana ya Mungu itawale au Mungu aliangamiza taifa zima kwa ajili ya Kikwete na timu yake? Je, hutaki Tanzania mpya au Nabii Musa aliyechaguliwa na Mungu kuwa rais? Je, unataka Mungu atawale au waovu ndio watawale? Ameua, unataka nini? Au unataka kuombea jambo gani katika hayo? Ni sawa na yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Isaya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 Hakuna baraka zozote zitakazowafikia kwa kuwa kila njia ya kuwarudisha kwa Mungu wameikataa. Badala yake wamerudisha vita, wamerudisha kila aina ya njia za uwaji. Kwa kuwa Mungu yupo na taifa hili na watu wake, ndio maana unakuta leo wako salama. Wengi mnajua lakini mnaogopa mauti, mnaogopa bunduki, mnaogopa wenda, kwa sababu wapo kwenye mamlaka. Watu wa Mungu ifike wakati mseme kweli. Acheni kuwadanganya Watanzania, acheni kutafuta kutengeneza unabii ambao unawafeva kuonekana kwamba mko pamoja na, wa, na watawala, hali ya kuwa ni waovu. Mungu ameshawakataa ameshawalaani, na malipo yao ni kifo. Hakuna maombi juu yao. Mungu awabariki sana. Tanzania, hii serikali Mungu ameikataa, imelaanika, malipo yao ni vifo malipo yao ni kuondoka. Kisha mtumishi wa Mungu nabii Musa atakuja kusimama, atakayerudisha neema na baraka za Mungu kama mioyo ya wengi inavyotarajia. Amen.